Ni siku ya tatu ya kambi hii ya tohara kwa watoto wa kiume kwa maana ya sunna, lakini ni wiki ya pili na juma hili tumeangukia hapa katika kituo hiki cha Tandika, jambo ambalo taasisi ya Al-Hikma Foundation imeahidi kufanya tohara elfu moja kwa watoto wa kiume wakishirikiana kabisa na ndugu zetu wa SMV, The Sunshine Muslim Volunteers, wao wakiwa ndio wafanyaji wa, wa jambo e, hili, na alhamdulillah, siku ya leo mwitiko umekuwa ni mkubwa sana, na jambo hili ya mkini likavunja rekodi katika sehemu mbili zilizopita, nazungumzia Yombo, nazungumzia Buza mpaka muda huu tayari watu zaidi ya mia moja wamekwisha jiandikisha e, hapa tayari kwa ajili ya kufanyiwa sunna hii. Kumbuka wiki iliyopita, anazungumzia Yombo na Buza, tayari watoto mia moja kumi na nne wameweza kufanyiwa tohara, 50 katika kituo cha siku ya kwanza pale Yombo na sitini na nne katika kituo cha Buza. Leo itakuwaje? Nitakufahamisha, lakini sasa moja kwa moja tukaungane naye Dr. Mwembe Juma, yeye akitoa mazungumzo na maelezo ya awali kabisa kwa wazazi ambao wamefika kuwafanyia suna watoto wao kipya ambacho wanatakiwa kukifanya kipya ambacho hawatakiwi kukifanya nyuma ya kamera ni omi the way omari salum mnyanga mimi ni mwana mali mashi nifuate kule yombo vituka tulifanyia watoto takriban 50 tulivyoenda buza tulikuwa na watoto walikuwa wengi kama sabini lakini tuliwafanyia sitini na nne hapa kwenu tumefika hadi sasa hivi waliojiandikisha takriban mia moja na ishirini wapo wengine hawajafika lakini najua watafika. Yaani, watu wakishasikia tumefika ndio sasa hivi wanaanza kukoga waje. Na ni ngumu kusema tutamaliza nyote kwa mia moja na ishirini kwa siku ya leo, sawa eh? Lakini tunawaahidi nyote tutawafanyia inshaallah. Tuta, tutafanya ile zoezi kwa hapa hata kama ni kwa siku mbili hata siku tatu, lakini wote ambao wamejiandikisha wapate huduma, sawa. Kwa leo tutaanza na wao tutakaoanza nao, watakaosalia tutawafanyia Jumatano, sawa, na kama kutakaokuwa wamesalia tutawafanyia Alhamis ya wiki hii hii inayokuja. Ni maelezo ya Dr. Mwimbe akiwapa nasaha na kuwafahamisha wazazi kipi ambacho wanatakiwa kufanya, lakini wazazi wenyewe wanasemaje? Nimemwelewa kwamba kuna njia mbili zinazofanyika, kwa njia ya kushona na vipira wao ndo wataangalia kama ume wake ni mdogo, watatumia kipira. Kama ume wake mkubwa, atatumia kwa njia ya kushono. Dokta ametufahamisha kwanza, ametugeia elimu na ametugeia maelezo ya jinsi zoezi zima linavyoendelea. Hiyo nilisikia kwenye televisheni, ni siku ya mashindano ya Kurani pale uwanja wa Benjamin Mkapa. Tangazo hili ilitolewa na Sheikh Nuruddin Kishki, alisema anatoa ofa ya watoto kwenda sunna idadi ya elfu moja wamefanya jambo la heri vilevile, wametoa sadaka kwa watu wote. Mwenye fursa, mwenye uwezo, mwenye nafasi anakaribishwa, haichagui dini, kabila yeyote yule, ili mradi tu awe amesikia tangazo kutoka kwenye taasisi au mtu yoyote ambaye amemwelezea. Uh, walichokifanya kwa kweli ni kizuri, nama tuseme na watu wengine wakiige kwa jamii, maana kuna watu wengine hawana uwezo na kadri maisha yalivyokuwa magumu sasa hivi, unakuta mwingine anakuambia labda elfu hamsini sitini akienda hospitali za kawaida. Hii sasa, mwingine hana ndio. Kama kitu kama hiki kwa kweli tunamwombea, tuna Mwenyezi Mungu amjalie kitu alichofanya, wengine waige. Ni jambo zuri, ni jambo zuri, sababu sisi binadamu sasa hivi tumetingwa sana na, na mzunguko wa maisha, kwa tunajikuta dika kama hili kumpeza mtoto suna kama muda wako unapoteza fulani hivi, lakini natokea na, fursa kama hii tunakumbushwa kwa jamaa, kuna jambo hili la sunna la kufanya kwa watoto wa kiume, ndio hili tunalitekeleza jana yani, nimleta mamangu hospitali nikaliona bango hapa e, na madaktari pia walitoka wakatuelekeza wakatu, wakatu e, tunamshukuru Sheikh Kishki kwa hiki alichokifanya, na sisi pia tumepokea na tumejitokeza pia wazazi. Mimi naitwa Alex. Ah, mimi nina watoto wangu wawili mm. Lakini kuna mmoja ambaye baada ya kupata habari sababu tunaenda kuulizia kuna mama mmoja alikuwa amefanya hii tohara watoto wake pale Buza. Sababu kuna mmoja alikuwa anataka kujitahiri yeye mwenyewe, ni mtoto mdogo anasoma nasari. Kwa hiyo akajikuta amejiumiza. Eh, kwa hiyo maana baada ya kuwa tumepata ushauri akasema basi zoezi litafanyika siku ya Jumamosi, mtoto next week. Kwa hiyo ndio anataka sisi tulete kwa ajili ya kuja kufanyiwa zoezi. Mtoto yule pale. Haya maelezo daktari anayo. Uh, bado hajapata kwa sababu sijabatika kuingia huko ndani yeah, ya mtoto am, am, mwenyewe no, kuji, ni huyu hapa No, yani alichukua msumeno akataka kujifanyia sakamsisheni mwenyewe akuwahi kufanya kufanya ila tu alichubuka kidogo kwa ndani kwenye ngozi maana baada kuna wenzake wanapenda toilet kule shuleni sasa akawa anachukulia kana kwamba anakifanya hivyo basi na yeye anaweza akawa kama wengine wa jinsi walivyo. Hiyo ilikuwa ni imepita kama wiki moja hivi. Vizuri, vizuri lakini baada ya kuwa sasa tumeulizia akasema basi kwa sababu haija kama muda mrefu mmewahi kwa siku ya Jumamosi. Ah ni, ni kweli kwa sababu mpaka tumefika hapa gani nafisanuza kuona walivyoingia process ya kuweza kuandaa maandalizi ya kuandaa mazingira na nini kwa watu kujapata nafasi kwa sababu kuna naye, lakini kulikuwa ni vizuri kwamba tuweze kuona naye na kumweza kuhusiana na kesi ya kijana wetu. Uelewa wa wazazi kuhusiana na daktari umeweza kufahamu na hisia zao pia kuhusiana na tukio hili. Lakini fahamu kwamba kabla kwenda kumwona daktari kufanyiwa eh, sunna hii, kituo cha kwanza kwa wazazi na koni hapa kwa ukti Fatina Yunus. Tukazungumza naye tuambie mpaka sasa hivi zoezi likoje linaendeleaje na idadi ya watu ambao wamejiandikisha kwa namba inasomaje? Idadi ya watu waliojiandikisha siku ya leo ni mia na kumi kulinganisha na wiki iliyopita walifanyiwa 64 waliojiandikisha 74. Kwa hiyo mwitikio unaonekana ni mkubwa zaidi Mohamed Masud. zoezi linaendelea tayari na tunaye dada yetu ambaye mwanaye tayari ameshafanyiwa dada huyu inabidi tumpe pole huyu alikuwepo wiki iliyopita pale Buza lakini kutokana na orodha ilikuwa ni ndefu sana, hawa ni wale ambao walikuwa viporo wakaambua next week, kwa maana wiki ijayo waje hapa Tandika, na alhamdulillah hakuchoka, ameitika tena, atatuambia hapa anajisikiaje baada ya mtoto wake kufanyiwa. Ukiti wangu, salamu alaikum. Wa alaikum salaam. Unaitwa nani dada? Kulthum. Kulthum anatokea wapi? Anatokea Chanika. Mwanao ameshafanyiwa sio? Hisia zako, najisikiaje? Nasikia furaha kwa kweli, kwa sababu Ramaza alifanyiwa na akakosewa. Umekuja kumrudia tena. Alifanyiwa siku hiyo. Eh, kuna tokea mchanga alifanyiwa. Lakini sio sio na madokta wetu, daktari alimweleza kabla kwamba mtu aliwahi kufanywa na madaktari wengine lakini akakosewa. Ndio. Tunashukuru huduma zenu nzuri. Hiyo ofa tulisikia kwenye mashindano ya Qur'an ambayo alifanyika pale Taifa, tulihudhuria ile mashindano na tukakutana na matangazo ya kufanya ufatiliziaji aa taarifa ala kutoa kufanywa sunna watoto wadogo endelevu. Mtazamaji wa Kishki TV, baada ya takribani saa nane, hatimaye zoezi hili likiwa limekamilika sasa hivyo, Swahili so anasema eh, mgonjwa amepona, lakini mganga yuhoi. Ndicho ambacho unakiona hapa kwa Dkt Mwimbe. Dkt, tuambie kwanza zoezi ilikuwaje leo, jambo linaonekana Tandika haikuwa rahisi eh? Eh, alhamdulillah. Uh, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutufikisha siku ya leo na kulikamilisha zoezi hili kwa Tandika. Uh, kama ambavyo tulitangaza uh, siku zilizopita kwamba leo tarehe tatu tutakuwa tukutandika, tumefika alhamdulillah na mashallah mwitikio umekuwa ni mkubwa sana. Aa, zaidi ya watu 120 walikuja kuandikisha watoto zao hapa. Aa, lakini imekuwa ngumu kwa kuwafanyia wote. Tunamshukuru Allah kwamba mwitikio umekuwa ni mkubwa na watu wanalifurahia zoezi letu, na of course ni shukurani nyingi sana zikienda kwa Al-Hikma na shekishki kwa kuwaletea huduma hii ambayo, Aa, imekuja hapa katika kituo hiki cha Tandika. Naam, Dr zoezi hili tunafahamu ni weekend Jumamosi na Jumapili mm, lakini leo umetangaza kwamba Jumatano pia kipi ambacho kimechagiza eh, kuongeza siku katikati ya eh, siku hizi? Naam, uh, of course ni kwa sababu ya wingi wa watu yani, uh, sisi tuliotangazia kwamba tutakuja kufanya hapa na sisi tulichokuwa tumekusudia kwamba kwa kila kituo tufanye at least watoto 40. ba hivyo ndivyo tulikuwa tumekusudia na ndio maana utaona kwenye tangazo letu tumeweka vituo takriban 22, 10 katika Temeke na vingine kumi na mbili katika wilaya ya Ilala bahati ba iliyokuwa nzuri ni kwamba uh, mwitikio umekuwa ni mkubwa sana. Ukiangalia idadi ya watoto ambao wanaokuja wana kufanyiwa ni wengi kiasi ambacho, uh, hatuwezi kumaliza kwa session moja, lakini pia uh, haipendezi mtu tayari ambaye kashaleta mtoto wake alafu aache uh, kufanyiwa. Kwa hiyo tumeweka hivi kwamba uh, wale ambao hatukuweza kuwafanyia siku ya leo waje siku ya Jumatano hapa hapa katika kituo cha Tandika, tutawafanyia, japo hatuhitaji kuwa na watu wengi sana kwa sababu ile siku itakuwa ni fupi utaomba waje wachache, uh, wale ambao walikuwepo leo tu, tuweze kuwafanyia na waweze kuondoka. Hatutaki kuacha, ni kama uh, vile msemo wa Kiswahili wanasema kwamba uh, mwenge hauvuki kijiji, kwa hata sisi tumetoka huko tulikotoka hatuvuki. Yani, hatutaki kumwacha mtu akiwa na manunguniko akisikitika kwamba labda ile ofa iliyofanyii iliyotolewa imekuwa na ubaguzi au imekuwa imependelea baadhi ya imekuena, imekuena, adhiya, watu, hapana. Tunataka tuwafanyie wote ambao waliojitokeza ili watu wote waridhike katika sehemu hii ya Tandika. Husema Waswahili, hakuna lenye mwanzo lisilo na mwisho wake. Hatimaye, baada ya kazi ngumu sana ambayo imefanyika hapa katika kituo hiki cha afya cha Tandika, leo tumemaliza. Kama ambavyo uliweza kumsikiliza Dokta Mwimbi akieleza kwamba idadi ya watu ambao walikuja kujiandikisha hapa ni zaidi ya mia moja na ishirini, lakini wale ambao wamebahatika kufanyiwa tohara suna katika kituo hiki ni takriban watoto sitini na tisa. Na hii inafanya idadi ya watoto wote ambao wamefanywa mpaka sasa katika vituo vitatu tofauti, nazungumzia Yombo, Buza na hapa Tandika isome mia moja 83 hamsini katika kituo cha afya cha Yombo, lakini pia 64 katika kituo cha afya cha Buza, na leo ni idadi ya watoto 69 wamefanyiwa. Hiyo ni itoshe kusema ni 183 tayari wameshafanyiwa paka sasa katika vituo vitatu tofauti, kuelekea wale watoto 1000 ambao Al Hikma Foundation chini ya mkurugenzi mkuu Sheikh Nuruddin Kishki aliyetangaza tangazo hili pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ikiwa ina kwenda kutafutwa idadi ya watoto 1000 shukrani zisizo kiasi wala basi ziende kwa Al-Hikma Foundation. Kama haitoshi, pia shukrani pia kwa ndugu zetu wa The Sunshine Muslim Volunteers na wazungumzia SMV, ambao wao wametumikisha miili yao, wakafikirisha akili zao kuhakikisha kwamba jambo hili linafanyika. Ni jopo la madaktari kutoka hapo wakiwa wanahusika mwanzo mwisho katika zoezi hili kufikia hapa. Mimi sinate, ni kukumbusha mtazamaji, kituo kinachofuata baada ya leo ni Charambe pale Mbagala, Dar es Salaam, Tanzania. zoezi hili halibagui dini ya mtu wala kabila la mtu. Tukutane Charambe siku ya kesho insha Allah. Asante kwa wote ambao walikuwa nami nyuma ya kamera, ni Omari Salum Nyanga. mimi ni mwana wa mali mashi, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kishki TV, nuru ya dini yako.